Haya basi, baada ya shairi la kwanza hilo, karibuni karibuni, kipindi kuendeleza, tunakwenda katika shairi nambari mbili. Shairi nambari mbili, namwachia Mahadi hapa, tuambie tunakwenda kwa nani eh? Ha, shairi hili mm, limetungwa na bwana wana... Hamud Saleh Juma, anatokea michezani pale wapi? Mpendaye Moli, limekuja. okay. Okay. <laughs> <laughs> Uh -huh. Ili jina la Moli, kwa hiyo likaja ndo michezani anapatikana pale wapi? Shairi hili linaenda kwa jina la Yuno. Ni lugha gani hii? Hatujui. uh -huh. mundani amekusudia nini kwamba uh -huh. ni jina la mtu uh -huh. ama ni lugha, labda tuingie ndani tuangalie, alafu uh -huh. tutajua alichokusudia nini kwamba ni lugha ama ni jina uh -huh. la mtu naam, tuandie shairi hili la Yuno. uh -huh. uh -huh. Bismillah Yuno ni rafiki yangu kutoka huko utotoni, mm -hmm. penye jua na ukungusi yetu mopirikani njuwe, mm -hmm. hilo wenzangu nisiwache njiani, mm -hmm. ukitaka filisika kuwa rafiki na Yuno. mm -hmm. Mm -hmm. Yuno amebadilika tabia haziye ndani nah. Jiji limesha mteka aishi kama shetani oh. Umkutapoa haka utulivu hana kwani mm -hmm. Ukitaka filisika kuwa rafiki na Yuno mm -hmm. Na. Bora kuishi na nyoka kwa Yuno si muamini <laughs> Yuno kama pana shoka ata kutwanga kichwani mm. Wewe unapapatika Yuno abeba vya ndani mm. Ukitaka filisika kuwa rafiki na Yuno mm. Yuno know, usije muweka ka kidogo dukani mm. Mimi kidogo na ukanipo hapo kwa jirani mm. Yuno know, vitu atasweka kishangie mitini mm-hmm. Ukitaka filisika kuwa rafiki na yuno yuno simpe gari nenda kaoshe mtoni mm -hmm. pawa windo tavijari azitiye mfukoni. Achomo nah. we na tairi gari lilale jani. Ukitaka filisika kuwa rafiki na yuno, Mashallah nah. ikiwa una safari yunomuwache nyumbani

Ukitaka filisika kuwa rafiki na yuno yuno. mm-hmm. si rafiki mwema malengani, sikieni mm. si kama na msukuma kumtia matopeni nah. Ukimuona mapema bora ngia chochoroni Ukitaka filisika kuwa rafiki na yuno. Hmm. Yuno kituoni, na simama siendi tena usoni. Yuno kwangu mfumani, ta nti ya bioni, kwa makelele tasema yuno mwizi mpigeni. <laughs> Ukitaka uh, filisika uh, kuwa rafiki uh, na yuno. Ah, mashallah, mashallah. Ukitaka filisika kuwa rafiki na yuno. Hapa nimepata eh, picha kwamba yuno ah, ilivyokusudiwa ni ah, huyu huyu hii eh, huyu, ni lugha eh, eh, eh, ya ma, baadu, wanatumia. Na, na, na, Makunduchi, Makunduchi eh, kule kwetu okay, kusini kule wanatumia maeneo eh, sana anatumia Makunduchi Makunduchi kule ndo wanatumia neno yuno na. Sasa mshairi amejaribu kumuonesha eh. kwamba you know, mm. Amekusudia ni huyu ni huyu na, lakini amezitaja tabia ambazo hazipendezi mm. kwa jamii ah, okay. In short you know, amekusudiwa ni mtu ambaye ni mwizi ah, okay. ah, ni mwenye mwizi. tabia udokozi dokozi dokozi ah, kama alivyosema Umu A. Ukimpa gari akakoshe, matokeo yake tairi tairi <laughs> anachukua <laughs> mara sijui, umekaa pengine umeingia garini, mmesinzia mm. kidogo, tayari ameingia mifukoni. Amekusudia kwamba ni Yuno ni mtu ambaye mwizi. mm -hmm. Lakini vile vile mimi nimeangalia upande wa pili wa shairi mm -hmm. Yuno amekusudia, amemtaja kama pia ni mtu. Mm. Yani, amekusudia kama pia ni jina okay. aha jina, jina kwamba, jina huyu mtu anaitwa Yuno, Yuno. Kwa okay. hiyo Yuno ana tabia yeah. ya, ya mm. udokozi tabia ya wizi ya mm -hmm. Akasema umu Yuno si rafiki mwema, usiwe okay. naye karibu usiwe mm. hivi Ma, inshallah, ana tahadharisha. Ana tahadharisha ma ma rafiki. Mtu ukitaka kumjua mtu uh, basi wala usiende ukamuuliza pengine kwao mwangalia natana naye tu utajua kwamba huyu ana tabia hizi hizi hizi. Na haya bana, asante sana Mahad, asante sana kwa shere hilo uh. Yuno, eh, bila shaka mepata kujua kwa undani. Inawezekana kabisa baadhi yetu tulikuwa hatufahamu nini maana ya yuno, nini imekusudiwa yuno? Manake ni, ni lahaja ya kinyumbani, lahaja hmm, ya kishamba eh, kidogo maake nje eh, ya mji zaidi zaidi wanatumia watu wa kusini ama watu wa kaskazini Unguja wanatumia na pia yuno wakimaanisha kwamba ni huyu eh, hadha, Warabu wanasema ni hadha hmm, au hadhihi